basi tunaanza na mkasa wetu mzuri kabisa kama ifuatavyo tunaanza na mkasa wetu mzuri kabisa kama ifuatavyo binti fulani hivi ambaye hakutaka jina lake lijulikane mbele ya hadhara akaanza kusimulia na kusema mkasa wake kama ifuatavyo binti akasema mimi ni msichana mdogo nina miaka kumi na minane kusema kweli nilifeli kidato cha nne mwaka huu kwa hiyo nikawa niko nyumbani sasa. Nikiwa kitaani, nilikuwa na kula pesa za vijana bila kulipia, nikiwa na kula pesa za vijana bila kulipia. Basi nikiwa nyumbani, kuna kijana alinitongoza nikamkubalia, lakini sikumpenda yeye. Nikantongoza nikakubalia, sijampenda kabisa, ila ni vile tu alivyokuwa ananihonga, ananijali, ila mimi sikuwahi kabisa kufikiria kumpa penzi langu kabisa. Basi binti akasema, siku moja alifosi sana niweze kumpa penzi, si unajua tena vijana. Basi mimi nikamgomea, alikasirika sana. Nikaona siwezi endelea ni eh, siwezi kuendelea na mtu ambaye niking'ang'a analazimisha kulala naye, hapana. Kumbuka huyu binti jina lake hakutaka lisemwe, na mimi pia sitaki niliseme, lakini tusikilize tu huu mkasa. Basi binti akaendelea kusema kesho yake nikamwambia, sitake mazoea na alikuwa amenunulia simu tayari. Yaani, vi simu tayari, yaani vile visimu vidogodogo vile wanavita viswaswadu wenyewe. Basi baada ya hapo, baada ya mimi kumkataa, akataka kuninyang'a na ile simu, nikamwambia, ukinigusa tu nitapiga kelele, kwa sababu muda huo tulikuwa tumekutana sehemu fulani hivi, yaani nitapiga kelele kwamba unataka kunibaka ukinigusa tu. Kweli yule kijana aliondoka huku akiwa amekasirika sana. Sasa kuanzia hapo, basi penzi likafa, nami nikaingia kwenye penzi jipya, penzi jipya lingine kabisa. Hilo penzi jipya alikuwa ni kijana pia, naye sikuwe kufikiria kabisa kumpa penzi langu. Kwa hiyo ni mwendo wa kufeki upendo, ili anihonge, ani nunulie nguo, ani nunulie viatu, siku akiomba tu na na penzi basi yaani naachanenee kabisa na sana. Kama akidai vitu vyake basi namwambia kwamba kitu kilichoenda kwa mganga hakirudi, na namba na block. Yaani kifupi napotea mazima. Basi huo ndo ulikuwa ni mwenendo wangu siku zote kwa pale mtaani. Baada ya kumaliza shule, nikiwa sina cha kufanya cha maana, basi nakumbuka kuna kijana mmoja nilikutana naye wakati nimetoka dukani. Huyu sasa ndo amefanya nije kwenu ili mnipe msaada. Huyu kijana ndiye alinifanya mimi nifike hapa na kusimulia huu mkasa wangu. Ilikuwa hivi, nilienda dukani kama kawaida, nikanunua mahitaji yangu, basi nikaanza kurudi zangu nyumbani. Huyo mkaka alinifuata, akaanza kuniita, basi nami nikamwitikia, yaani nikamwitikia kwa hasira kwa sababu Eh, mkaka mwenyewe anavyoonekana ni mtu laflaf -laf, ni mtu wa hovyo hovyo. Nikamwitikia kwa hasila na jaziba kubwa sana, ya kwamba anataka nini? Mkaka alinipooza mwenyewe, lakini mimi sikuwa tayari kabisa kupoa, kwa sababu kwa muonekano yule mkaka ni kiufupi, si kufreshwa naye. Basi nikamuuliza shida yako ni nini, nikaona anataka namba ya simu. Nikaona nisipoteze muda, nikampatia namba yangu ya simu, nikaondoka zangu. Akaniambia atancheki baadaye. Basi e, sikumjibu. Ilifika usiku, nikaona meseji yake ndefu sana, yaani akijielezea. Nikaona hapa kazi ipo, nikambloko, yaani nikabloko ile namba yake, basi kwa sababu sikutaka usumbufu na yule kijana. Eh, kwa, kwa mwonekano tu alikuwa anaonekana kijana wake maskini kwa sababu alikuwa ni kijana lafulafu sana lafu eh. Kwa hivyo sikutaka usumbufu, na mimi kwenye maisha yangu nimejijengea kitu kimoja cha kwamba mimi siwezi kuwa na watu maskini maskini, hapana, ni maskini wenzangu siwataki, nataka watu ambao kidogo wako vizuri kiuchumi, wana afya ya kiuchumi, wanihongehonge, wanizingatie. binti ambaye jina lake hakutaka litajwe. Akaendelea kusema, baada ya dakika mbili, yani baada ya kumbloku yule kijana, nikaona muamala umesoma, yani nimetumiwa elfu ishirini kavu. Jamani, sijakaa sawa, naona kuna namba ngeni, ina inantafuta ina Iyo namba ikatuma ujumbe na akaniambia kwamba mimi ni fulani, nimekupa pesa ya vocha pia. Kwa nini nikikupigia kwenye namba yangu haupatikani? Sasa baada ya mimi kuona hivyo, ndio maana nimekucheki kwenye hii namba ngeni. Basi mimi baada ya kuona huo muamala wa shilingi elfu ishirini meno thelathini na mbili yakanitoka nje, nikamwambia asante, mimi nalala, basi tutaongea kesho. Basi tukaagana usiku mwema, yakaishia hapo. Yani, yule kijana wa mchana ambaye nilimdharau na kumwona lafu akanitumia pesa si kumuomba. Jamani, baada ya kunitumia pesa eh, nikasema alhamdulillah, buzi sindo hili hapa la kulichuna. Sasa ilivyofika asubuhi ilivyofika asubuhi, yule kijana tena akantumia ujumbe na kuniambia kwamba eh, ukipata muda uje kwa mama muuza supu uchukue supu na chapati, nimeshazilipia zilipia. Kwa hiyo wewe nenda tu ukachukue mimi naingia kazini, nita kucheki mchana nikitoka au jioni. Nikamjibu sawa. Kumbuka muda huo hatukuwa tunafahamiana hata majina. Ndugu msikilizaji, binti asiyejulikana jina lake ni nani akaendelea kusema na kweli nilienda kwa mama muuza supu, nilipewa supu yangu nikageuza zangu home. E, nika ile, ile supu we, nikaisosomola hmm. Sawa, mchana mwamala ukasoma tena, elfu hamsini imeingia kwenye simu yangu. Basi baada ya kuona sasa kuna mfululizo wa hela zinaingia, nikaona hapana, huyu ni mtu wa maana eh? <laughs> Sababu kumbuka kama nilivyosema hapo mwanzo, mimi nimejiwekea eh, yaani kama utaratibu, siwezi kudeti au kuwa karibu na watu maskini. Watu ambao matajiri matajiri, wana hela, hela, basi ndio nawavuta karibu yangu. Basi baada ya kuona elfu hamsini imeingia, toa ile elfu ishirini ya jana, ilibidi nimpigie simu sasa huyu kijana. Basi nikampigia simu, lakini nikaona ile namba iko bize basi binti akasema kwamba pia nilichogundua ni kwamba yule kijana mchana yuko bize sana, kana kwamba hana muda kabisa wa kuchati wala kuongea na simu, labda usiku ndo tuko tunaongea. Basi baada ya muda tukafahamiana tukajuana. Kijana kusema kweli alinijali sana, na alinipa kila kitu ninachokitaka, yaani alinipa kwa wakati. Alafu cha kushangaza huyu sio mpaka umuombe, yaani unakuta tu anakupa yeye mwenyewe unashangaa, eh, elfu sabini hiyo hapo, unashangaa laki moja hiyo hapo, unashangaa ndogo ndogo hizo hapo, yaani huombi, anakupa. Kusema kweli nilimkubali, lakini nilimkubali kiunafiki, kwa sababu mimi nimeweka maslahi mbele na mapenzi sina kabisa, nimeweka kando Sasa yule mkaka nimeishi naye yani, nimedeti naye kwa muda wa miezi mitatu, na huo muda wa miezi mitatu nilikuwa ni kila raha tupu, yani raha duniani, raha duniani, penzi likawa shanta shanta. Raha nizokuwa napata ni kutokana na kwamba alikuwa akinizangatia na kunihudumia. Sasa yule kijana alikuja kunikela kipindi alichokuja kutaka kuanza eh, kunitaka kimwili yani hapo sasa ndipo alipoanza kunikera. Basi nikaona nimpige tukio moja takatifu, alafu niachane naye kwa sababu sikuwa tayari kuugawa mwili wangu. Basi nikaamua hivi, nikamwomba laki mbili, yani nikamwambia kwamba nina shida na laki mbili, nina shida nayo. Akaniambia hiyo pesa sina, labda anipe elfu hamsini. Nikamwambia, wewe si unataka kuwa na mimi, si unataka mimi niwe mpenzi wako, fanya ninavyotaka mimi ukiona huwezi kunodumia, usinisumbue. Yaani kiufupi, nikawa nimemtafutia sababu masiki kina mungu a na wa watu ile kama akifeli basi penzi ndo. Basi yule hapo akaniambia kwamba hivi sawa, kwa lakininaomba nivumilia kwa siku tatu. Baada ya siku tatu nikiipata nitakupatia. Na kweli baada ya siku tatu akaniletea ile pesa hapo sasa nikajisemea moyoni, huyu mpuuzi, hapana, siwezi kabisa, siwezi kabisa kumvulia chupi, hapana, siwezi. Yani mtu amejiweka lafulafu vile, mimi nikalale naye? Hapana. Sasa zikapita siku mbili, baada ya mimi kutumiwa ile laki mbili, nikaamua kumbloku kabisa. Siku hiyo kuna namba mpya kabisa ilinipigia, nikapokea ile namba baada ya kupokea akawa ni yule kijana yani, ni yule mkaka akaniambia, kwamba hiyo pesa niliyokupa nimezidisha, yani hapo nimekutumia laki tatu badala ya ile laki mbili ulioniomba. Kwa hiyo naomba tukutane, unipatie hiyo laki moja niliyozidisha ili wewe ubake na hizo laki mbili. Basi baada ya yule kijana wa watu maskini ya Mungu kuniambia vile, mimi nikaamua kumletea majibu ya mbovu majibu ya hovyo. Nikamwambia kwamba hapana, siwezi kukurudishia hii pesa. Sasa yule kijana akastaajabu, akastaajabu sana sana sana, na kisha akasema ah, kwa nini huwezi kunirudishia? Kwani shida iko wapi? Mimi nikamjibu mbovu kabisa na kumwambia kwamba kitu kilichoenda kwa mganga basi hakiwezi kurudi yaani kiufupi, nimemtapeli maskini Mungu wa kijana wa watu. Yule kijana akasema kwamba kwanza, akanitaja kwa jina akanitaja kwa jina langu, na kisha akaniambia haya ni maisha, na hiyo laki tatu nikiitafuta inaweza kupatikana, ila utakuja kunitafuta mimi na hutokuja kunipata. Basi binti akasema kwamba kama ningekuwa na uwezo wa kurudisha muda nyuma, ningeurudisha lakini ndio hivyo tena, siwezi kurudisha muda nyuma, siwezi kurudisha kabisa. Nikirudisha muda nyuma nikutane na yule kijana, nimuombe samahani kwa hiki ninachokipitia sasa hivi, kwa haya mateso. Basi baada ya hapo, niliingia kwenye mahusiano mengine mapya. Hayo mahusiano ni ya mara ya nne, kama sio mara ya tano sasa hapa ndo nika fall in love. Yani, huyu kijana wa sasa ndo nikaja kumpenda sasa deep. Yani sasa ndo nimependa sasa rasmi. Kumbuka hawa wanyuma nilikuwa tu nikiwa nikiwapotezea tu muda wao, lakini huyu sasa ndo nikampenda. Basi kwa sababu nilikuwa nampenda sana huyu kijana, nilikuwa kufanya lolote lile kwa ajili yake. Basi tukadeti, tukawa kwenye mahusiano kwa muda kadhaa, na kisha kama kawaida, huyo kijana akaniomba penzi kweli. Kwa sababu nilikuwa nampenda, nilikuwa tayari kumpa chochote anachokihitaji, chochote kile. Basi tukakubaliana tukutane sehemu fulani. Binti akasema alijiandaa sana, alijiandaa, alijisafisha vya kutosha, ili mradi tu aende kukutana kimwili na huyo mpenzi wake sasa mpya, ambaye anayempenda. Aya, basi huku mbele naomba nitumie tafsida kidogo, huku mbele naomba nitumie tafsida, nipunguze ukali wa maneno, kwa sababu hii siyo chombe. Hizo aya. Huyu binti akaendelea kusimulia mkasa wake na kusema kwamba basi baada ya kukubaliana na mimi na huyo mpenzi wangu tukutane sehemu ili tuweze kufanya mapenzi, ni kweli tukakutana, na baada ya kukutana, e, sasa ule muda, e, mpenzi wangu wakati ananivua nguo ya ndani ili tuweze kuanza kufanya tendo, ghafla nikashangaa kumuona kumwona mpenzi wangu amegeukia pembeni na kushika pua yake na kisha baada ya kama dakika moja au sekunde kadhaa akashindwa kuvumilia kukaa pale, akanyanyuka na kuvaa nguo zake na kuondoka. Basi mimi nikaumia sana moyoni mwangu, sikujua ni kwa nini kaamua kufanya vile, kaamua kunifanyia makusudi au la. Basi na mimi nikavaa nguo zangu nikarudi nyumbani, lakini sikuwa sawa kabisa. Ilinibidi nimtafute mpenzi wangu, lakini hakujibu meseji wala simu. Niliumia sana. Basi kesho wake alinitafuta, akaniambia uko wapi? Nikamwambia niko nyumbani. Akaniomba tena meeting, yani akaniomba tena e, tuweze kukutana sehemu ile ile ili tuweze kufanya lile tendo ambalo hatukufanya jana yake. Basi kwa hii awamu ya pili sasa, ndugu msikilizaji, uweze amini nilijiandaa vilivyo, yaani nilijisafisha sana maradufu zaidi hata ya jana, yaani mwili wangu niliusafisha maradufu jamani, zaidi ya jana. Basi muda mwafaka nikafika sehemu ya tukio na mpenzi wangu naye akafika pia, na baada ya kufika wote tukawa chumbani sasa rasmi kuanza kufanya tendo na kweli tukaanza kufanya tendo, lakini ghafla nikaona e, kwenye sehemu zangu za siri kuna maji maji ambayo yalikuwa yanatoa harufu mbaya sana, yakawa yanatoka kwenye sehemu zangu za siri. Kuna maji maji yalikuwa yanatoa harufu mbaya sana kana kwamba hata wewe ndugu msikilizaji usingeweza kuvumilia. Hayo maji yakawa yanatoka. Basi kwa mara ya pili kabla hata hatujamaliza tendo wala hata hatujafika katikati ya tendo, yule mpenzi wangu akatoka akavaa nguo zake na akaondoka zake. Nilibaki tu nalia huku najisikia vibaya na haya pia, yaani najisikia aibu. Kwa nini haya yote yananitokea? Nini shida? Nini chanzo? Huu uchafu unatokea wapi? Jana hivi hivi, leo hivi hivi. Huu uchafu unatokea wapi, ingali kwamba mimi si mchafu wa mwili. Of course ni binti ambaye najipenda sana, najisafisha kila muda na niko vizuri. Sasa huu uchafu unatokea wapi? Basi huyu binti akaendelea kusema kwamba Eh, baada ya kufika nyumbani ilibidi amtafute mpenzi wake tena, lakini mpenzi wake akamwandikia meseji ndefu sana na kumtukana huyo mpenzi wake. Akamwambia kwamba hawezi kuwa na yeye kwa sababu ni mwanamke mchafu, mchafu na asijitambua. Sasa kwa sababu huyu mpenzi wangu mpya nilikuwa nampenda sana zaidi ya sana, niliumia kusema kweli, niliumia sana na kujisikia vibaya zaidi ya sana. Basi binti huyu akaendelea kusema kwamba niko hapa kuwaambia ndugu zangu, kula kwa urefu wa kamba yako, usile vya watu. Nimetumia dawa nyingi sana za kienyeji hata hizi dawa za kisasa, lakini wapi imefika hatua sasa, mpaka kutongozwa sitaki kabisa. Yule kijana nilikuja kumtafuta, yani yule kijana ambaye nilimtapeli pesa zake, yule ambaye aliniachia hiyo laana, kwa sababu aliniambia kwamba ipo siku utakuja kunitafuta na hutokuja kunipata. Naamini kabisa yule kijana alienda kunifanya vitu vya kitofauti, vitu vya kishirikina ili mimi nipatwe na haya matatizo. Basi ni kweli ilinibidi nimtafute yule kijana ambaye niliye mtapeli na kumdhulumu pesa zake, ili niweze kuongea naye walau hata tusameheane, lakini ukweli ni kwamba nilimkosa, sikumpata tena. Basi binti akamalizia na kusema kwamba maisha yangu kwa sasa ni ya mateso, ni ya mateso sana, kwa sababu natembea na pedi muda wote ili tu niweze kujistiri yale majimaji yanayotoa uchafu yasiwezi kutoka katika sehemu zangu za siri.